Wapendwa watazamaji wa Tumaini Televisheni, na wakaribisha tena katika kipindi chetu cha Birika ya Betsata faraja kwa watu wote, na hivyo tumwalike tena Mungu katika kipindi chetu cha leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwa mwaliko wa maneno ya Nabii Yeremia sura ya thelathini na tatu aya tatu yanayotoalika kwa kusema niiteni nami nitawaitikia, nitaonesha mambo makubwa na magumu ambayo hamjayafahamu bado. Tuombe Mungu. Tunakuita utuitikie katika maisha yetu, utuitikie katika safari ya kazi za mikono yetu, utuitikie katika nafasi mbalimbali tunazokutana nazo, na hivyo uweze kujidhihirisha tuweze kuitambua sauti yako. Tuomba haya yote kwa njia ya Kristu bwana wetu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Wapendwa watazamaji, tunaendelea basi na kipindi chetu cha Birika ya Betsata, ambapo katika birika hii ya Betsata palikuwa na jamii kubwa ya wagonjwa, jamii kubwa ya vipofu, jamii kubwa ya viwete na waliopooza na sasa tunaendelea katika sehemu ya upofu wetu, tunapohitaji kuponywa upofu huu, na tunaendelea upofu wetu katika adhimisho la misa takatifu. Tulitaja misa takatifu hutuingiza katika mambo makubwa matatu: ukamilifu, upatanisho na amani. Kipindi kilichopita tumeangalia upatanisho katika sehemu ya toba. Leo tuangalie basi upatanisho katika msamaha. Msamaha unaleta upatanisho, mahusiano bora na mazuri yanarudi kati ya Mungu na wanadamu na kati ya mwanadamu na mwanadamu kwa kupitia msamaha. Swali langu na uzito wetu sisi wanadamu unakuja pale ambapo nawezaje kumsamehe mtu ambaye amenisaliti, labda katika biashara, labda katika mahusiano, labda katika mipango yetu mbalimbali? Nawezaje kumsamehe huyu aliyesababisha machungu makubwa katika maisha yangu, aliyefanya maisha yangu yakose dira? Mpendwa mtazamaji, wenzangu na watu wote wenye mapenzi mema, msamaha una faida kwangu mimi niliyeumizwa kuliko kwake yeye aliyeniumiza. Tunaona kwanza, msamaha ni mlango wa mimi kusamehewa na Mungu. Katika injili ya Mathayo sura ya sita aya ya kumi na nne na ya kumi na tano Yesu anatuambia waziwazi, mkiwasamehe ndugu zenu makosa yao, na ninyi mtasamehewa makosa yenu na Baba yenu aliye mbinguni. Lakini msipowasamehe makosa yenu makosa yao ndugu zenu, na Baba yenu wa mbinguni hatawasamehe makosa yenu. tunapo chechemea katika kusamehe tunapochechemea katika msamaha, tunaporudi nyuma au kukaidi, maana yake nini? Tunajifungia nafasi ya sisi kusamehewa makosa yetu. Kumbe ni vizuri kusamehe, kwa maana ni mlango na ni nafasi ya sisi kusamehewa na Mungu. Ndugu zangu, tunaposhiriki misa takatifu, tunaalikwa kwenye msamaha. Yesu mwenyewe alipokuwa pale msalabani, alisali na kusema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui ndili wanalolitenda, njili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka sura ya ishirini na tatu aya thelathini na nne. Ndugu zangu, msamaha unatukaribisha kwenye kusamehewa na Mungu, na hivyo kumbe, ni vema tukashiriki misa takatifu tukachota hii nguvu ya kuwasamehe waliotukosea. Kumbe tunajitengenezea mazingira ya sisi kusamehewa na hivyo kustahilishwa kuwa wana wa Mungu ni vyema tushiriki katika misa takatifu ili tuweze kuipata hii nafasi kuipokea hii zawadi ya pekee kwenye maisha yetu. Ndugu zangu, msamaha ni altare ambapo tukiweka sala zetu zitaweza kupokelewa. Ndugu zangu, Yesu anasema katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko sura ya kumi na moja aya ya ishirini na tano, anasema kila mnaposimama ili kusali, sameheni ili na Baba yenu wa mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Kumbe tunapochechemea katika kusamehe, tunaposita katika kusamehe au tunapokuwa wagumu kusamehe, tunachojitengenezea sisi, tunamwambia Mungu usisikilize sala zetu, tunamwambia Mungu basi usiziangalie kabisa sala zetu. Ndugu zangu, ni misa takatifu inayotushirikisha sadaka Yesu pale msalabani, aliyesali na kusema wasamehe, kwa maana hawajui wanalo litenda. Kumbe tunapata faida ya sala zetu, kujenga altare iliyo bora, ambapo tukiweka sala zetu zinapokelewa. Tunaona walioweka sala mbalimbali mbali kwenye madhabahu, kama Nuhu alivyoweka zabihu yake kwenye madhabahu na Mungu akasikia harufu nzuri. Kitabu cha Mwanzo sura ya nane aya ishirini na moja. Tukiweka sala yetu katika madhabahu hii ya msamaha, sala yetu inakuwa harufu nzuri, Mungu anaisikia na anatangaza ahadi yake ya kutoipiga tena nchi wala kuilani tena nchi. Tuendelee kushiriki misa takatifu, tutoke kwenye huu upofu wakuona kama misa takatifu haina nguvu, kumbe tumepoteza fursa ya sala zetu kupokelewa. Ndio maana kila tunaposali sala zetu pengine hazijawa na matunda chanya, kwa sababu bado hatujaziweka kwenye madhabahu, kwenye altare inayopendeza. Na altare hii ni msamaha, na msamaha huu tunaopata katika misa takatifu ambapo Yesu mwenyewe aliitoa hii sadaka pale msalabani. Ndugu zangu, sala misa takatifu inapotuingiza kwenye msamaha, inachofanya ni nini? Inatupa kibali cha sadaka zetu mbalimbali tulizotolea, tumai kutoa sadaka mbalimbali ya mambo mbalimbali, muda vitu fedha lakini pengine hazijapokelewa pengine hazijawa na matunda bora, kwa sababu bado hatujazistahirisha hatujaziweka katika chombo kinachostahili, na chombo chenyewe ni msamaha. Yesu anasema katika Injiri e, kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Matayo sura ya tano aya ile ya ishirini na tatu na ishirini na nne asema: ikiwa utaleta sadaka yako kwenye madhabahu na ukakumbuka una neno dhidi ya ndugu yako, iache kwanza sadaka yako, nenda ukapatane na huyo ndugu yako, ili ndio urudi sasa kuja kutolea hiyo sadaka iweze kupata kibali. Ndugu zangu, tunaposamehe tunatengeneza au tunakata kibali, tunapata leseni kwa lugha yetu ya kawaida, ya sadaka yetu kuzaa matunda na kupokelewa. Kumbe ndugu zangu, msamaha una faida ya kufanya sadaka zetu zipokelewe. Kwa hiyo majitoleo yetu mbalimbali, kuvumilia watu wenza wetu katika biashara wenza wetu katika mahusiano, ndoa imekosa thamani kwa sababu bado hatujaiweka kwenye chombo kinachostahili. Chombo chenyewe ni msamaha. Kwa hiyo tukitaka sadaka yetu mbalimbali mbali, ambayo ama tumeleta kanisani, haitajalisha wingi wake lakini tangaliwa tumeweka kwenye chombo gani. Mara kadhaa mimi husema hata katika hitimisho la misa padre anapotualika kusema salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu baba mwenyezi, nasi tukaitikia eh, Mungu mwenyezi apokee hiyo sadaka mikononi kwako wewe. Padre apokee hiyo sadaka kwa sifa na utukufu wa jina lake, kwa manufaa ya kanisa lake na manufaa yetu sisi. Lakini Mungu akitazama hiyo ni sadaka ambayo imebebwa katika chombo kinachostahili, na hivyo juhudi zetu hazizai matunda chanya yanayostahili, ni kwa sababu hatujaweka chombo kinachostahili kwa maana ya msamaha. Wapendwa watazamaji, waamini wenzangu, na watu wote wenye mapenzi mema, misa takatifu ina faida kwa sababu inatuletea upatanisho, na upatanisho unakuja kwa hatua ya pili, kwa maana ya msamaha, na msamaha kumbe ni kibali cha sisi kusamehewa na Mungu. Tusiposamehe hatusamehewi na Mungu, sisi hatuwasamehi wanadamu, lakini sisi tusiposamehe tunapoteza fursa ya kusamehewa na Mungu aliye na nguvu ya kuua mwili, aliye na nguvu ya kuangamiza hata roho. Sisi tumesita, sisi tunazembea, sisi tunachechemea kushiriki misa takatifu ni sawa na kumwambia Mungu hatutaki tena, hatuna hatuna tena mvuto wa wewe kutusamehe. Lakini tunaposhiriki misa takatifu kikamilifu, kumbe tunasamehewa na Mungu. Lakini hatukomei tu kusamehewa na Mungu, tunapata nafasi ya sisi kuweza kupata sadaka zetu kupokelewa na sala zetu kuweza kuzaa matunda yaliyochanya. Basi niwakaribishe tushiriki misa takatifu kwa uaminifu, ili tuweze kupata nguvu ya kusamehe na kuweza kupata haya matunda yote tunayoyahitaji. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari yetu ya leo imeletwa kwenu nami Padre Josefu Mashauri Rukuba padre wa shirika la watumishi wa wagonjwa ama wakamiliani na hudumu katika jimbo kuu cool la Dar es Salaam parokia mtakatifu Kamili Yombo Kiwalani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.